ya leo tumekuja kuwapokea ndugu zetu waliotokea mlima Kilimanjaro wakiwa na bendera ya taifa yenye nembo ya Daktari Samia Suluhu Hassan ikiwa ni bendera mahususi katika kuhimiza na kuhamasisha siku ya tarehe 29 kwamba ni siku ya kutiki ya kwenda kufanya kuchagua viongozi katika taifa letu. Tumewapokea ikiwa wamepanda zaidi ya siku nne na wameweza kushuka salama salamini, na tumeipokea bendera katika geti letu la Marangu. Wito wangu kwa Watanzania kwa mujibu kabisa, pia na vijana wetu ambao wametokea Zanzibar, ikiwa ni vijana wa taasisi ya vijana ya kazi Kizimkazi ya nguvu kazi Kizimkazi Zanzibar, tunaenda kutoa wito kwa Watanzania kwamba Oktoba mwaka 2025 ni takwa la kikatiba kuelekea uchaguzi mkuu kwamba sio takwa la chama kimoja, sio takwa la Chama cha Mapinduzi wala ACT Wazalendo wala chama chochote kile cha upinzani, bali ni takwa la vyama vyote na wananchi, kwamba kila baada ya miaka mitano huwa tunatabia na desturi ya kufanya uchaguzi. Na tarehe ishirini na tisa ni siku ya kwenda kufanya uchaguzi kwa ajili ya kuchagua viongozi sahihi, lakini nyinyi ni mashuhuda kwamba viongozi sahihi wanatokana na ochama, Chama cha Mapinduzi, kwa sababu chama chetu kina hoja za msingi na sera za msingi katika kuleta maendeleo katika taifa letu. Ndio maana yake tunasema tarehe 29 Oktoba, twendeni tukatiki kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa wabunge na madiwani wa CCM kwa sababu wana sera na hoja za msingi katika kuleta maendeleo kwa wananchi. Asije akakudanganya kudanganya mtu kwamba tarehe 29 ni siku ya kuandamana kupinga uchaguzi, huyo anakwenda kinyume na matakwa yetu ya katiba. Tutakwenda kuandamana kutiki kwenye vyumba vya kupiga kura, kwenye masanduku ya kupiga kura, na sio maandamano mengine. Na nitoe wito kwa jeshi la polisi hasije akatokea mtu yeyote kuandamana wakamuacha iwe ni panya iwe ni mbwa, ikitokea siku hiyo anataka kuharibu uchaguzi wetu anataka kuharibu takwa la kikatiba, jeshi la polisi, nendeni kadiri nalo, na tuna imani kubwa na jeshi letu kwamba lina ulinzi wa kutosha, na niwatoe rai kabisa wananchi wasije wakaogopa na kutishwa kwamba siku hiyo kutakuwa na vurugu. Niwahakikishie usalama ni wa kutosha, twendeni tukapige kura, tukamchague Daktari Samia Suluhu Hassan, wabunge na madiwani wa sistem, kwa sababu Chama Cha Mapinduzi kinao viongozi waliopikwa na kijana kutoka mkoa wa Morogoro nimeungana na taasisi ya vijana nguvu kazi toka Kizimkazi Zanzibar kuja hapa katika mkoa wa Kilimanjaro kwa lengo la kupeleka bendera maalum yenye picha kubwa ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, katika mlima Kilimanjaro. Lengo la kupeleka bendera kule juu ilikuwa ni kukubali kazi zake anazozifanya za kifanisi, zilizotukuka, za kuleta maendeleo wa Tanzania, lakini pia kwa sababu kwa mgombea rais wa ya chama cha Mapinduzi. Basi, mmoja kumuunga mkono, at least, kama inawezekana Watanzania waweze kumchagua, waweze kupata kura za kishindo, aweze kushinda tena kwa rais. Tumepanda kule juu, tumefarijika, tumejifunza mengi, tumerudi, tumejifunza mambo mengi ya kizalendo. Tumeona kulikuwa na watu wa kwanza kabisa kina Nyirenda na Kizanda walipandisha milima, wakati huo tufahamu mazingira yalikuwaje, lakini kwa sasa kuna mazingira mazuri, tumeweza kuona ni namna gani walikuwa wazalendo, na sisi imetupa ari ya kuipenda nchi yetu. Kwa Tanzania na kwa vijana walio wengi ni kwamba wanatakiwa kujitokeza kwa wingi katika kupiga kura siku ya tarehe 29 ya mwezi wa kumi. Wasihadaike na maneno ya watu wengine au vikundi visivyoeleweka kuwafanya wasiweze kujitokeza kupiga kura, kwa sababu kupiga kura ni haki ya katiba, kila mtu inamuhusu. Kwa hiyo ujumbe wetu mkubwa ni huo, kuwataka Tanzania na vijana wote, hasa wale first time voters ambao wanajiandikisha kwa mara ya kwanza, ambao wako vyuoni, vyuo vikuu na katika shule za sekondari, wajitokeze siku ya 29 kupiga kura wenyewe, wafanye utalii wa ndani, kwa maana watoka katika mikoa yao waje hapa lakini tuende katika hifadhi zingine ambazo zipo katika katika nchi yetu, kwa maana ya kwamba sisi wenyewe tunaweza kuwa chachu ya maendeleo bila kutegemea wageni kwanza, kwa sababu hamasa bado ndogo. Lakini kupitia ziara hii, na sisi tutafanya jitihada za kuhamasisha watu wengine waweze kujitokeza katika utalii.